constituency. <laughs> Hapa Mathira ambayo naongoza, kila mtu amekaribishwa. Akuja aunge na watu wa Mathira, hakuna mtu hapa na nilitoa hakikisho. Kila mtu akija, hakuna kutupiwa mawe. So mimi maneno ingine ya Mount Kenya ya Nyeri ya Othaya hata mimi naomba tafadhali. Mimi ni ulizwe ya Mathira, nisiekelewe mambo ingine. kila mtu aulizwe kazi ya yake. Mimi ni mtoto wa hii kijiji, nimelelewa kanisa, mimi ni elder wa AIPCA. So niulize hawa watu wa magazeti na wanasiasa tafadhali, mimi ni mbunge wa Mathira. Mkikuja Mathira hakutakuwa na anything, mkuje muongee, mkuje msome kanisa, mkuje Karatina, kila mtu auze sera, lakini tukiuza sera tupunguze matusi tupunguze matusi tupunguze fujo kila mtu afanye kazi ya na kila mtu aelezee ile kazi ambayo atafanyia wananchi sababu uchaguzi itakuja itaisha na sisi wote tutabaki kama dada na ndugu wa madhera tukiongozwa na kanisa na tutaombewa na hawa wachungaji ambao wamekaa hapa